Ombi langu moja tu kwenu wavuvi wote, na bahati nzuri waandishi wa habari wanatusikia. Ombi langu kwa wavuvi wote, tuilinde amani yetu, si ndio? Wewe <laughs> mwanaume unakesha baharini, unatafuta pesa, unakuja una na samaki, unahitaji kupata mteja, na ukishauza mambo nyumbani yanakuwa mazuri, si ndio? Tusikubali watuharibie am, amani yetu. Naomba tuilinde amani tukiwa baharini na tuilinde amani tukiwa nchi kavu. Tunaelewaje jamani? Tuilinde amani tukiwa baharini, tuilinde amani tukiwa wapi? Na mimi nimebahatika kujifunza biashara na kazi ya uvuvi. Wavuvi wote Tanzania ndio wajanja mwanaume anakaa katikati ya maji na narudi na akiwa mzima. wavuvi oye! wavuvi Oye! nawapendeni sana na watakia kila la heri na, wata na Mungu awalinde.